Kitu kibaya sana hicho. Ah, hicho. Sijali <coughs> brother hii swali ni dogo sana. Nataka unielewe vizuri. Na ulifanyie kazi ili jambo lisijirudie tena. <coughs> Na kuahidi brother hii swali tojirudie. Alafu mimi nalifanyia kazi leo hii <coughs> si kwa kwa kweli <coughs> Kaka brother. <blaza> tumbo. Sijali kwa nini? <coughs> hiiaeliifaablaatumbo hmm? Lakini sitoshe ndani. Hamna anayekuona kama unaosha kama unaosha vyombo mimi nalishughulikia hili swala dogo sana. na ulishughulikia kweli? <laughs> kuwa na amani na siku moja hapa watakuja, baba atakuja, mama watakuja ndugu zako, eh? atawafanyia hivi hivi, siku wao unataka uje uone baba yako anatumwa vyombo, aoshe vyombo, mambo madogo sana. Unafanya nini huko usiku kama huu? Unafanya nini huko mpousi, na blaz hapa bro, ndio mtaa gani Ulikuwa unamsikiza wewe mpuzi mwenzako amekuja kujaza tu mpuzi usiku huu? Eh? Na wewe bongi hapo unamfanya nini mume wangu? Yaani mimi niko huko ndani na kusubiri kumwona alishatoka nje kumsikiliza wewe mpuzi mwenzako, si ndio? Acha kunitolea macho wewe bongi ule na kitabu kisichokuwa na mpangilio bwana. Kazi kuja ukana na wame za watu usiku kama huu. Unamfundisha nini sasa? Sasa unasema hivi, unakuja hauji? <coughs> Na kuja, <laughs> na kuja mke wangu. Na kuja tu mke wangu leo usijali. Nakuja umekaa, nakuja umekaa. Na kuja mke wangu haina shida. <laughs> Nakupa dakika hizi mbili. <laughs> Mke bwana. Wewe mpuzi wewe. Nakusubiri ndani. <laughs> Na kuja mke wangu. <laughs> Niko na blaza hapa. <laughs> Na wewe bonge, mwenye kitambi kisichokuwa na mpangilio. Koma kuja kukana mume wangu usiku. Ananiacha ndani kumbe anakuja kukusikiliza wewe mpuzi wewe. Sitaki mimi kuanzia sasa hivi. Kwa hiyo unaenda? Eh, blasa. Naachaje kuenda si mke huyu jamani, hivi una akili kweli wewe? Mtoka kushauri nini sasa hivi hapa, nimekushauri nini sasa hivi hapa, hivyo zimo kweli wewe? Blasa kwani unaonaje? Si simu lakini wewe <coughs> utakuwa umelogwa mimi, umelogwa mimi kabisa eh. Mwanamke amekupa nini huyu? Acha kunizalilisha mimi, ni kaka yako bwana, ishi kiume wewe. Nimekushauri, tumeelewana vizuri, lakini mwisho wa siku unafanya vitu unafanya gani? <coughs> Eh. <coughs> <coughs> <Hey. tose> <coughs> Nyongo mkalaini kinyongo lako. Mke wangu, nipo nzuri. Bora umekuja, maana sijapoa bado. Kwani una tatizo? Mke wangu, una tatizo

Unaona, kulaja utumbo kati utumboni una utumbo <laughs> eh? Nikosiekezi mke wangu, nijiongeze mke wangu, wewe mua kutoka zula mimba na kujua unapenda ndondo maharage, viarage, visumbini nyama <laughs> Yaani, mimi nimetoa pesa zangu ununue chakula ninachokihitaji mimi, nile ninachokitaka mimi, na sio kunilisha maharage. Eh? Sasa hayo maharage utakula wewe. Yule kaka yako yule mwenye kitumbo tumbo yule ndio utakao kula naye maharage, na sio mimi. Kanitafutie nyama. Sawa mke wangu, lakini ile pesa nikakununulia hiyo nyama, ila za mafungu <laughs> za mafungu za moja bei za kwenye hey, za mandoo zile hela nimekuachia elfu hey. <laughs> kumi na tano uende ukahemee Umehemia kitu gani mpaka hela yote hiyo ishe? Nasemaje? Huu mndani nahitaji nyama. Mpuzi ni nyewe, mtolee giza hapa, kaletea nyama. Mmeniita afu, nikaa kimya, manake nini? Kwa hiyo nimeacha shughuli zangu za maana kule omboi, nini timbe hapo maskani. Oh, wanangu huyu hapa samani wetu, shaurini sasa. Oh, unasikia mwanangu Benny. Unajua sisi ni wanaume sawa. Sasa mimi nakuja kushangaa kwa nini wewe uwe unafanya kazi za kike, yani za wanawake. Mbona wewe, mbona mimi? Hivi yeah. <laughs> Ambaye anajua maana ya ndoa au ambaye shawe kuoa, emu wanyoshe kidole, jua wafanye kama najikuna kati yenu nyinyi. <laughs> Fanya kama unajikuna hmm. Unajua siwezi amini kwamba nyee mapimbi mmekaa hapa mnanidiscuss mimi maisha yangu eh? Mimi na mke wangu, mnajua maisha ya ndoa Mnajua shemeji yenu ananipa vitu gani, hm? Viuno, feni, mapanga, boi, mnajua. Sikiliza nikwambie, mwanangu Beni, sawa, sisi hatumaanishi kwamba tunakuingilia kwenye maisha yako nini. Mnaniingilia mimi, mnaweza kuniingilia mimi nini, West? Tengua kauli yako wewe bana, namna gani unaniingilia un mimi? Wewe yaani, namaanisha kwenye maisha yako yaani, hapo kidogo nakupata pata, over Hey, sawa nisikizeni kwa umakini, sawa. Unajua, kuna kidudu mtu pimbi mmoja, wewe wewe, pimbi wewe, wewe unatoa maneno ya familia yangu, unaleta kijweni, wanakuchezea sehemu fulani, eti wanakusaga bila blender, wanakubala konte. Acha mambo ya ajabu. Oh, hmm. hmm. hmm. jabu w Badilika nini wewe wewe wewe mtu aniambia. Hapo mnajisumbua wewe. Yaani ninyi mnakaa kijiweni kama, kama ni discuss mtu kama mimi. Yaani mimi nachanganya ma... <coughs> Sasa kizeni anavyonipa shemeji yenu. Sawa. Ninyi mpaswa kujua. Afu zote mapenzi ya hili. Sawa. Mnakaa watoto wa kiume mnakuwa kama soli ziki mwanangu. Mnatekenywa tekenywa nini kama wewe mwanangu. Wewe unakosa sampeke wewe mwanaume kweli wewe. Mimi msichana. Wewe binti na, na bin blendage <coughs> Nenda huko wewe. Wanakukaanga. Wanakudontuole. Mwanamama. Wanakupindua pindua. Kumbe mwanangu keki birthday tu wanakukata wauni wana au sio? Wanakuyasni. Eh. Wanakumix. <laughs> Wanakumix by yasni. <laughs> <laughs> Wa huu mwamba sio poa. <laughs> <laughs> Mimi nafikiri mmejionea wenyewe mziki. Lakini hakuna kilicho haribika. Au hmm, unasemaje? Yaani huyu hapa huyu ni mwanamama. Yaani huyu hasumbui. Sasa, yaani huyu lazima tumuweke kwenye kwenye mahakama ya Kisela. Uyu mi nakwambia, labda sio Benny uyo atatoka kwenye umama, umama labda kama abadilike sasa hivi hapa. Sikia sasa, nikwambie, huyo tunamwandalia mipango mikakati huyo, atabadilika tu huyo. Mdogo sana, hawezi kushindikana. Mkimweka kakaa sawa, takuja kunishtua, niko pale nite mbu No, si unajua kaka uwepo wako adoklanini dogokao mkeo? Hapana. Mimi naondoka so, mkeo? ah, zangu siwezi, si si tabia za mkeo zimenishinda, mi siwezi kabisa. Ananionyesha vyombo nipike, sio ni nifagie uwanja. Mimi siwezi hizo tabia, ananitumikisha ovyo ovyo Mimi mtu ah, siwezi, nimekataa. Unaona wewe ujinga, kwanza wewe ujue mimi ni mkubwa wako. Kwanza nimemzidi umri. Siku ile mimi nimetukanwa pale, nimetukanwa mimi pale. Mara sijui mara tumbo kubwa, sio kitambi, sio kitu gani. Mimi lakin... ananizalilisha namna hii. Na, lakin... na wewe upo. Lakini brother, tumbo lile ni ujauzito. Shemeji yako ni mjamzito ndio maana amekuchukia, lakini hakuchukia kwa muda. Kwani ulivyokuwa unakuja nyumbani kwangu wewe ukumkuta mke wangu na mimba. Aliyoku kunyanyasa, aliyoku kutumikisha. Alikuwa anitumi sana, alikuwa anituma mkaa tu kutafuna. Si unajua ujauzito? Afadhali hivyo kuliko kunioshesha vyombo. Acha ujinga wewe. Mhm. Niache huko ah, tumbo tumbo. Nae ah, tumbo mm -hmm. Eti tumbo. Beni, hivi wewe unakubali kabisa mwanamke wako anamtumikisha kakako? Hivi una akili kweli wewe? Ah, kweli kupatwa kwa jua eh? Mwana kulitafuta mama hivi <laughs> Mi mambo ya familia yangu wewe na kuhusu nini? Hata kama yanihusu una ukwilu we eh? Unaniambia kama nani wakili eh? Spika wa Bunge? Umekuwa na makinda sasa, ambao unaweza ukaniambia chochote nikakisikiliza, si ndivyo? Maanake kimo ungekuwa akisema umetoka jela, we una ukwilu eh? Ugwadu unakusumbua nikukune sasa.

Kiboko yangu wapi? Mimi na kiboko, wewe mwalimu. Umbea tu. Shutu, jicho limekutoka kama kono konokono. Mkaachaga mambo ya kwenu na washinda bwana. Safi. Fresh, umependeza ah. Kawaida yangu safi. Unaenda wapi kwani? Vipi huko? Ninakwenda wewe, kuna kuhusu. Tulia sasa, usipende kupaniki. Sawa mi, unajua nimekuuliza kwa nia nzuri tu. Kutembea tembea juani yaipendezi kwa mtoto mzuri kama wewe. Sawa huwo takiwa umekaa kwenye ndinga fulani hivi sawa, kiyoyozi, unakula bata. Sasa sikia Hivyo unajisikia mm? Unachokiongea au na bwabwaja bwabwaja tu. Subiri. Mimi nataka usitembee tembee. Ita bajaji. Ita bajaji. Panda bajaji, huwezi kukaa unatembea kwenye jua kama hivi, utakuwa mweusi bwana. Unajua sasa, sikia, nataka namba yako, ni baadaye nikucheki

Mm -mm. We, hayawani wewe, uliyejikalishi hapo unajimbisha imbisha upuuzi. Kule ndani umeacha nini? Nakuuliza wewe. <laughs> Nini shida yako? <laughs> Shida yako shida yangu. Hujui kule ndani umeacha nini? Sinaongea na wewe. <laughs> Ndani nimeacha kitanda, godoro, mto Sidilia sawa. Hivi unajisikia unachokiongea wewe, au unaongea ongea tu, unapapalika mwenyewe eh? Unajisikia unachokiongea na kuuliza? Vyombo hujaosha, maji hujachota, umekuja kujikalisha kalisha huku unajimbisha mbisha upuuzi, ili zile kazi afanye nani? <laughs> mimi sizoni mapesa ndio nioshe ni vyombo nichote maji? Naangaika kutafuta pesa mimi, nikulishe wewe, ulale pazuri wewe eh? Alafu nikafanye kazi mimi. Unanielewa? We, njoo taratibu. Leo nimeamka na mudi nyingine kabisa, tena ya kuua. Kama unataka kumaliza mwendo, kazana na nimelala naota, naua, nimeua vibaya kikatili. <coughs> Wewe baba, usinijaribu wewe, usinijaribu kabisa, ah, ah. Nasema kazi kule ndani zifanyike. Yaani hizo kazi unazosema wewe hufanyi, utafanya. Hujafanya kazi hakuna kula. hmm. Na sasa kwa taarifa yako humu ndani sioshe vyombo sipiki, sipigi deki na sifanye chochote kile, unachohisi wewe ndio utakifanya mimi. Sasa unasemaje? We mwanaume wewe Fii. Kumbuka mimi ndio sizonipesa huku ndani, hujaosha vyombo hujafanya kazi hizo ulizoziongea wewe, haujapata kula. Sijui umenielewa. Nakwambia wewe mjinga wewe, naona unataka we kunipanda kichwani, si ndivyo, eh? Wewe ni nani mundani? Mimi ndo wa kiume jemedali tena eh. usinizoe kama nguo ya mtumba wewe, we ni nani eh? we ni kenge nini we? Kwa nini unaona watu wanakaa hapo wananichukulia mimi hizi, au sio? Kukaa kwangu kimya, usinichukulie poa na kushukulia kama chakubimbi, chakubimbi, natageme kulishwa na mwanamke <laughs> sasa leo ndo utaona uchakubimbi wangu, alafu nisikilize Siku zote mwanaume na ashindani nasidilia, alafuna utofauti juu, unanielewa? Kuna utofauti wa mwanaume na mwanamke. We unajisaidia umechuchumaa chini, mi najisaidia nimesimama. Kwao niambi chochote, naona umesahau tofauti kati ya mwanamke na mwanaume, tofauti kati ya mwanamke na mwanaume. Yaani mimi sizo ni pesa, na wewe tofauti yake ni mimi nina pesa, wewe hauna pesa. Mimi nisizo ni pesa, wewe ni maskini wa pesa hiyo. <laughs> Mimi ndio maskini jeu na kuanzia sasa naondoka. Utaondoka wapi wewe? Uachane na mimi, sizo ni pesa nyo, naondoka. Unaambia wewe za kuondoka, wewe kwa sizo ni wa pesa kama mimi? Mimi sitishwagi na mapimbi kama wewe, sitishwagi na mapimbi, mapimbi kama na mapimbi, pimbi moja tutaeleza nini? Umekuja mjini kwa gari la mbio za mwengo, nataka kunitisha mimi wewe? Nichukuliaje? Nini wewe sasa? Naondoka sasa, Beni, na usinitafute Beni. Nini, unaondoka au ndio unatania? Unatania mimi na utani na wewe? Wewe ng'ombe nini? Beni, kaa na pesa zako, mimi maskini. Au mimi maskini jeuri? Beni, nini tuongee basi. Hapo kuongea? Hey, kuna kuongea eh? Hey, si unaona sivyo kwamba unaona watu wanaanza kuletea shofu? Hey, za kijinga! Hey, Mbuzi mmoja nini? Na usinitafute namba zangu za simu futa. Hey. Na shobo uache. Naenda kuanza maisha mapya na mama huko. Ah, mama, uji wangu hapa nimekuja kwa sababu ya Rozi. Rozi? Yeah. Mama kawa mkorofi kupindukia huh? Ananifanyisha mimi kazi za ndani, naosha vyombo, ananipikisha. Afu kubwa zaidi ananizalilisha mpaka mbele ya marafiki zangu, ananitukana kweli mbele ya marafiki zangu, mama. Mungu! Eh, pole sana babangu. Mama, mimi nimechoka na sijui hata Rose anataka tuishi maisha aina gani. Baba yule ni binti yangu na nimemsema sana Nimemwelimisha vya kutosha. Sasa maamuzi ni yako, kunyonga au kuchinja. Mama, ah, wanjo chapu tayari mwanangu